Kwa kuwa nitakapokwisha kuwatia kuwapeleka hawa watu katika nchi abone nimwewapia baba zao, na watakapokuwa watakapo wamekula na kushiba na kunywa, ndipo watakapo niacha, na kugeukea miungu mingine na kunidharau mimi. Shalom. Bwana aweze kutuhulumia sana. Nini maana ya maandiko haya? Mtoto wa Mungu, Israeli ni mtu ambaye ameokoka na kumpatia Yesu maisha yake. Izraeli ni mtu aliyependwa na Mungu ambaye akupenda mambo ya hapa duniani, Shalom. Kwa hivyo huyo mtu unakuta we ulikuwa mzuri sana kanisani, unaenda kanisani vizuri, lakini unamlilia Mungu, Mungu aweze kukubariki. Na Mungu anaposema ya kwamba atakapokusha kutia katika nchi imiminikayo asali, maanake yeye Mungu amekukubali, amekubali mambo yako na ameweza kukubalika na kukubadilisha maisha. Maana Mungu hapendi kuona unahangaika, anapokubadilishia maisha ghafla, unabadilika. Kuna wakati niliulizaga Roho mtakatifu, nikamwambia kwa nini watu ambao wanaabudu Mungu mara nyingi wanakuwa ni maskini? Roho Mtakatifu akaniambia kwa sababu mimi natamani kuinue, lakini unapoinuliwa utaniacha, maanake utamdharau. Una wakati wa Mungu. Sasa wakati Mungu amekubariki pengine na gari, utakuwa unatembea na magari, unatembea na watu ambao ni, ni klasiki yako. sasa umeacha Mungu nyuma na kuweza kutubekea mambo ya hapa duniani. Kwa hivyo Roho Mtakatifu akawa anasema ya kwamba natamani sana niweze kubariki kila mtu, lakini anaona moyo wako, atakapokubariki atakapokuinua utajiri kuinua mbele zake na kumdharau na kuanza kutumikia miungu mingine. Shalom, nini maana ya miungu mingine? Wewe mwanadamu, Mungu amekubariki na simu, kipindi kile ulikuwa hauna simu, hata ulikuwa haujui kutumia simu, ulikuwa nenda mbele za Mungu kila na muombo na msihu, unaombea yatima, naombea wajane, unaombea watu ambao hawajiwezi. Lakini ghafla Mungu anapokubariki na smartphone, ghafla Mungu anapokubariki na simu Bwana, naweze kutulumia sana. Unakuwa unaabudu simu kuanzia asubuhi hadi mchana, uko kwa simu. Leo unaongea na unaongea na huyu ghafla, umesahau maandiko ya Mungu, hata ukumbuki tena Mungu aliyekupatia hiyo simu Shalom. Unapokuwa hivyo na kuwa unaabudu simu yako, mtoto wa Mungu, miungu sio lazima tukue na sanamu unaiabudu, hapana. Kila kitu unachokiwekea imani yako na kukipenda. Leo hii simu ikizima, mtu kama hana hana karibu na chaja, afudala aombe ama mwanadamu anapoenda karibu na, na, na, na wifi, ni ni connect niweze kuwa kwa mtandao. Maanake wewe lazima ukuwe na simu, simu ndio wa Mungu kwako, uwezi ishi bila hiyo simu. Bwana aweze kuturumia sana. Hapo utakuwa unaabudu utakuwa unaabudu simu. Unakuta una Israeli amemlilia Mungu, amelilia Mungu, anataka kazi. Mungu anambariki na kazi, lakini anapochelewa kidogo kuenda kazini, afadhali akose kuomba ama pengine amelala akajipata amechelewa, atakimbia kazini, asau kuomba hata Mungu aliyempatia hiyo kazi. Kwa hapo utakuwa naabudu kazi ya mikono yako, utakuwa naabudu kazi ya mikono yako mtoto wa Mungu. Sababu mwanadamu amembariki na pesa, anaabudu pesa zake. Yaani anaona kuna mtu yule ambaye hata kama hana pesa maisha yake ni yale yale na kama kuna pesa maisha yake ni yale yale. Na kuna mtu ambaye anapokosa pesa anakuwa mgonjwa. Maana yake Mungu wake ameweza, ameweza kulala, ama Mungu wake ameweza kupotea kwa huyo mtu anaye. Maana yake bila pesa yeye anakuwa si mtu tena, sho mtoto wa Mungu. Kwa sababu maisha yake yote, ame, ame, ame, akili yake yote iko katika maisha hapa duniani. Anaamini kwamba mimi bila pesa mimi ni kidani, mimi si kitu tena. Na kuna mtu ambaye hata kama hana pesa anamtukuza Mungu, anaambia Mungu, hey, nina furaha Mungu wangu, asante kwa sababu ya neema ya uhai. Kuna wengine Mungu anapigania maisha haya, lakini Mungu mkubwa amenipatia neema ya kuona siku nyingine tena ya leo. Kuna mtakatifu ambaye hana pesa, anaenda mbele za Mungu, anaambia Mungu, leo nakuja mbele zako nikushukuru kwa yale makubwa ambayo amenitendea Mungu wangu maana kuna wengine wametamani kuona siku kama hii, lakini wajiweza kuiona. Walikuwa na majumba na magari, lakini wajeza kuiona. Lakini Mungu we Mungu wa neema, umeweza kunisaidia, nimeweza kuiona siku nyingine. Na kuna yule ambaye anapokosa pesa atamlalamikia Mungu, hata kula chakula na uso wake utakunjamana. Maana yake huyu ni mtu ambaye anaabudu pesa zake, nanakuta maandiko yanasema kwamba miungu ya fedha. Maana yake utakuwa naabudu miungu ya fedha. Bwana aweze kutuhudumia sana. Kuna mtu ambaye yeye aweza kaishi bila gari, yaani kila saa aenda yaani mambo ambayo shetani ameweza kufunga watu mara mingi na simu na mitandao, ili ili usiweze kumtumikia Mungu. Israeli ni wao ambaye ulikuwa kwa taabu, baadaye ukianza kubulilia Mungu, Mungu akaanza kukuinua. Baada ya Mungu kukuinua ukaanza kudhalau wala ambao ulikuwa nao nyuma, ukaanza kumgeuzia Mungu mgongo, ukaanza kama ulikuwa naomba masaa matatu, unaomba lisaa limoja kwa sababu unataka uongee na mtu kwa simu yako, nau nataka kuongelesha kama ulikuwa mtu ambaye unaenda kanisani na kuacha, sasa unaenda kwa mkutano ya maana. Mungu amekuinua, umeweza kupanuka, umeweza kumuinulia kifua. Baada ya kuenda katika mikutano za Injili, sasa unakuwa ni mtu ambaye unataka kutembea na wafalme, unataka kutembea huku na huku. Bwana aweze kutulimia sana, tu wa Mungu, kwa sababu ya kukosa maarifa, kwa sababu ya kupatia adui nafasi, tu wa Mungu. Shalom. Kwa hivyo Israeli alimlilia Mungu, Mungu akamtoa katika nchi ya utumwa, na baada ya kumtoa katika nchi ya utumwa akaweza akamwacha Mungu na kumdharau. Yani ulikuwa namtumikia Mungu mzuri sana, mtoto wa Mungu, na Mungu alipokuinua kumdharau. Nini maana ya kudharau Mungu? Ulikuwa hauna pesa, ulikuwa na ngozi yako nyeusi, Mungu alipokubaliki na pesa, badala badala hata kusaidia yatima, kununua mafuta uweze kujibadilisha ngozi yako. Bwana na tulimie sana, unakuwa umemdharau Mungu Mungu ulipo mlilia akakupatia kitambacho ulikuwa unataka ukamdhalau na kumuwacha. Mara une makucha za kubandika, mara une manywele za kuweka, mara uweze sijui ufanye nini. Vyote Mungu alikuwa amekuumba bila, kwa sababu Mungu anaona amekamilika akiwa hivyo. Kwa hivyo Roho Mtakatifu akaniambia tamaa sana, nibariki watu lakini nikubali kuniacha. Kwa nini? na Mungu pia anataka anatamani roho yako adui pia atamani roho yako. Shalom. Kwa hivyo Israeli ni mtu ambaye alimwacha Mungu wakati wa kubarikiwa wakati wa kuinuliwa alipokula na kunenepa alimwacha Mungu. Shalom. Ni vema sana ukaangalia njia zako mtoto wa Mungu, wakati unainuliwa sana sana, jembe kumwangalia Mungu sana. Daudi alipokuwa maskini, shetani hakupigana na yeye. Mungu alipomuinua shetani, alienda akamjaribu Daudi kupitia mwanamke wa Uria. Shalomu. Sulemani kama angekuwa maskini hangeweza kupatana na majaribu ya kutumikia miungu mingi, lakini Mungu alipombariki na kumwongezea na kumwinua na kumwinua, shetani akaingia. Shalom. kwa wakati ambapo anainuliwa mara mingi shetani pia ni mara mingi akamate sana Shetani mara nyingi akuja akunyakue katika mkono wa Kristo, na Mungu anatamani roho yako. Mungu anatamani uweze kukaa naye pamoja na yeye katika mji mtakatifu, katika Yerusalemu mpya. Shalom, Bwana aweze kusifua sana. Shalom, shalom.